Ni kwa wakati mwingine tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu, tunakutana tena hapa kwenye chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu kwenye meza yetu ya habari, tunayo habari inayohusiana na sakata la waziri wa zamani katika wizara mbalimbali, Geoffrey mbali, Idelfonsi Mwambe pamoja na idara ya uhamiaji nchini Tanzania. Ni sakata linalotikisa vichwa vya habari leo hii nchini Tanzania. Waziri huyo wa zamani katika wizara mbalimbali mbali, eh, Geoffrey Idelfonsi Mwambe amefungua kesi ya dharura katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam, akipinga kitendo cha idara hiyo ya uhamiaji kumnyang'anya hati yake ya kusafiria yaani passport bila maelezo ya kina. Kesi hiyo namba 488 ya mwaka 2026 inasikilizwa, uh, imesikilizwa siku ya Jumanne Januari 20 mwaka huu wa 2026 mbele ya Jaji David Ngunyale. Habari hizi zimezua mjadala mpana kuhusu haki za binadamu, uhuru wa kusafiri na mipaka ya mamlaka ya vyombo vya dola hususan pale inapotuhumiwa kuingilia haki za raia bila taratibu za kisheria kufuatwa. Kwa mujibu wa nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, Mwambe ambaye pia amewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania yani TIC na mbunge wa zamani wa Masasi kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM, amefungua kesi hiyo kwa hati ya dharura. Hakitaka mahakama iagize ure, eh, hakitaka mahakama iagize urejeshaji wa pasipoti yake na zile za mke na watoto wake. Kesi hiyo imesikilizwa kuanzia saa tatu asubuhi katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam ikiwa imepangwa mbele ya Jaji David Ngunyale. wakati kesi ikiendelea, duru za karibu na familia ya Mwambe zinasema waziri huyo wa zamani ni mgonjwa na alikuwa na mpango wa kusafiri nje ya nchi kwa matibabu maalum kabla ya kuzuiliwa kwenye mpaka wa Namanga wiki kadhaa zilizopita. Mwambe ni mgonjwa mgonjwa kabisa sirius. Alikuwa amepanga kwenda nje ya nchi kwa matibabu. Alipofika Namanga akiwa na mke wake na watoto na watoto eh, na watoto, alipofika Namanga akiwa na mke wake na watoto wote walizuiliwa, hata hawakupewa sababu ya kuzuiwa kutoka nje ya nchi. Tukio hilo la kushikiliwa kwa pasipoti lilitokea kimya kimya, lakini limeibua maswali mazito juu ya uhalali wa maamuzi ya idara ya uhamiaji. Tukio hilo la kushikiliwa kwa pasipoti lilitokea kimya kimya, lakini limeibua maswali mazito juu ya uhalali wa maamuzi ya idara ya uhamiaji. Hadi sasa haijulikani wazi ni kwa nini hati hizo za kusafiria zilichukuliwa ama zilinyang'anywa au kama kuna agizo la kisheria lililotolewa dhidi yake. Mwaka uliopita Desemba 2025, Mwambe alishikiliwa na jeshi la polisi akituhumiwa kwa makosa ya jinai ambayo hayakuelezwa kwa kina hadharani. Baadaye aliachiwa kwa dhamana, lakini haikubainika kama dhamana hiyo ilikuwa na masharti yanayomzuia kusafiri nje ya nchi. Wataalamu wa sheria wanasema kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kila raia ana haki ya kusafiri ndani na nje ya nchi, isipokuwa pale ambapo mahakama au mamlaka husika imeweka zuio kwa sababu za kisheria, kama vile uchunguzi wa jinai unaoendelea. Wakili wa Geoffrey Mwambe, Hekima Mwasipu ndiye anayewakilisha upande wa mlalamikaji katika kesi hiyo. Hadi sasa taarifa rasmi kutoka ofisi yake zinabainisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo la kutafuta haki na kulinda heshima ya mteja wake kama raia huru wa Tanzania. Geoffrey Mwambe ni mmoja wa wanasiasa vijana waliopata umaarufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni, hasa kutokana na utendaji wake akiwa TIC na baadaye kama waziri wa uwekezaji katika serikali ya awamu ya tano. Hata hivyo, baada ya mabadiliko ya kisiasa na mivutano ya ndani ya chama alijikuta akipoteza nafasi yake kisiasa, jambo lililowahi kuibua mijadala kuhusu mustakabali wake. Kesi hii sasa imekuwa kipimo kipya kwa utendaji wa vyombo vya dola na uhusiano wao na wanasiasa wa zamani. Wanazuoni wa masuala ya utawala bora wanaona kwamba matukio kama haya yanapaswa kushughulikiwa kwa uwazi ili kulinda imani ya umma katika taasisi za serikali. Kumnyang'anya mtu pasipoti bila maelezo ni ukiukaji wa haki za kimsingi. Hata kama kuna uchunguzi, lazima kuwe na taarifa rasmi au agizo la mahakama. Ndio maana kesi kama hii ni muhimu sana kwa mustakabali wa utawala wa sheria nchini. Ndani ya Mahakama Kuu kesi hiyo ya dharura inaendelea kusikilizwa huku upande wa serikali ukiongozwa na mwanasheria mkuu wa serikali yani AG Attorney General na Kamishna Jenerali wa Uhamiaji yani CGI, wakiwa kama watu wanaolalamikiwa ama walalamikiwa. Inatarajiwa kuwa pande zote zitawasilisha hoja zao kuhusu uhalali wa kuchukua au kushikilia hati ya kusafiria ya raia ambaye hana hukumu wala zuio la mahakama. Wakati macho na masikio ya Watanzania yakielekezwa mahakamani, kesi hii inabaki kuwa kipimo muhimu cha uwajibikaji wa taasisi za dola na ishara ya namna mfumo wa sheria unavyoweza kulinda au kukiuka haki za raia. Ikiwa Mwambe atashinda kesi hii, itakuwa fundisho muhimu kwa mamlaka nyingine za serikali kuhusu matumizi ya mamlaka. Lakini kama mahakama itaridhika na sababu za serikali, basi hoja ya mamlaka ya uhamiaji katika kulinda maslahi ya taifa itapata uzito mpya. Tunasubiri hukumu na matokeo ya kesi hii kwa karibu, tukileta kwako taarifa za kina mara tu zitakapokuwa zimepatikana. Ni habari kutokea jijini Dar es Salaam, nami mwandishi wako, ama msomaji wako, kutokea hapa Habari Kiganjani. Imekuwa ni habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua